Mila na desturi ya ardhi yetu ya Mbambadu, Adumba, japo wewe ni mtoto wa pekee wa marehemu mfalme Galagalauka Adumba, lakini huna haki ya kutawazwa kuwa mtawala katika ardhi hii ya Mbambadu. Kwa nini, wakati mimi ni damu pekee ya mfalme Galagalauka Adumba au mm -hmm. aana mtoto mwingine katika ardhi hii ya Mbambadu ana mtoto mwingine sasa nini? Mzee Tambitambi, wakati wewe ni mshauri mkuu katika miliki hii ya Adumba na ardhi hii ya Mbambadu, mnataka kunisaliti, mnataka utawala huu uende katika koo nyingine? Nasema sikubali, sikubali! <coughs> sio hivyo, mtawala wangu, sio hivyo. Kitu gani? Aa, Adumba. Nadhani hujamwelewa mimi. Nisimwelea mzee Tambi Tambi, tumekosea. Hakuna kati yetu asijua kwamba wewe ni mtoto pekee wa marehemu Galagalauka Adumba, hakuna kati yetu na wala hatotokea katika ardhi hii ya Mbambadu kupola utawala wenu wa Galagalauka Adumba. Utadumu milele. <laughs> ila na kuomba umpe nafasi mzee Tambitambi aseme aliyokusudia. Si mabaya wala hayalengi kupola utawala wenu wa ukoo wa Galagala -gala Ukadumba. Haya, endelea mzee Tambi Tambitambi. Asante Adumba, mtawala utaifata baada ya utawala wa baba yako. Bamba duu bamba duu. Adumba, sasa utoweza kuwa mtawala katika ardhi ya Mbambadu mpaka upate mke, ndipo tutapokutawaza kuwa mtawala katika ardhi hii ya Mbambadu. Ndio, lazima mfalme awe na malikia katika ardhi hii ya Mbambadu na ufanya haraka sana, utafute msichana umoe, ili utawazi kuwa mfalme katika ardhi hii ya Mbambadu na ni makosa makubwa kiti cha mfalme kubaki wazi. Tutawapa nafasi maadui zetu kutumia mwanya huo kutuvamia, na watatupiga kirahisi kwa sababu hatuna uongozi. Nimewasikia wazee wangu, nitalifanyia kazi jambo hili mara moja. Mbamba duu! Mbamba duu! Mbamba duu!